Taarifa potofu kuhusu uwepo wa ugonjwa unaoenezwa na virusi wa mpox zinaweza kupunguza imani kwa wataalamu wa afya na mifumo ya afya kwa umma nchini Tanzania, hivyo kuongeza hatari ya kuenea kwa ugonjwa huo. Akizungumza mbele ya hadhira ya wanafunzi wa shule ya sekondari ya kumbukumbu ya Bishop Alpha iliyopopasua mjini Moshi, mwezeshaji kutoka Msalaba Mwekundu mkoani Kilimanjaro, Bi Mwana Asha Kiango amesema kumekuwa na taarifa nyingi kuhusu ugonjwa wa mpox zikiwamo taarifa potofu ambazo zimekuwa zikisambazwa kuhusu ugonjwa au jinsi ya kujikinga, ambazo zinaweza kuifanya jamii isikubali ushauri wa kitaalamu, hivyo kuongeza hatari ya kuenea ugonjwa. Bikiango ameweka bayana kuwa kupeleka elimu katika shule za sekondari kutapunguza hofu ya kuenea kwa ugonjwa huo na kuongeza ufahamu kuhusu mpox. ni pamoja na kugusa majimaji ya mtu ambaye ana dalili au ugonjwa wa mpox, mfano jasho au matapishi ya huyo mtu. Lakini pia njia nyingine ni salimiana kwa kubusiana, kukumbatiana au kushikana mikono, pia ni njia mojawapo ya kusambaza huu ugonjwa wa mpox. Lakini pia kula au kugusa mizoga ya wanyamapori, iwapo mtu utakuta mzoga wa mnyamapori basi hautakiwi kuugusa sababu wale wanyama pori kama nyani kima, swala ndio ambao wanabeba vile vimelea vya nini vya mpox. Hivyo utakapougusa ni rahisi wale kubeba vile vimelea na kwenda kupata huo ugonjwa, kisha kusambaza kwa wengine. Pia mwezeshaji huyo amesisitiza elimu walioipata wanafunzi wa Bishop Alpha itasaidia utambuzi wa mapema hivyo kusaidia katika kutafuta matibabu ya haraka na kupunguza athari za ugonjwa. Tumefundisha jinsi ya kujikinga na ugonjwa huo, tukasema unaweza kujikinga kwa ugonjwa huo kwa kuepuka kugusa maji maji ya ya mgonjwa ambaye ana mpox. Mfano akitapika ama akiwa anatoka jasho sana, tuepuke kugusa mwili wake ili kuepuka kugusa yale maji maji ambayo amebeba vimelea vya ugonjwa huo, lakini pia kukaa mbali na mtu mwenye dalili au ugonjwa wa mpox. Inabidi tukaenee mbali, lengo sio kumtenga. Kwa upande wake Isaya Mkiramweni mwezeshaji wa msalaba mwekundu mkoani Kilimanjaro amefafanua kuhusu dalili za Mpox, miongoni mwa hizo ikiwa ni vichomi na maumivu ya viungo, pia kuvimbiwa na kutapika. Lakini dalili namba mbili ni homa, unapatwa na homa kali ambayo isiyopungua. Dalili namba tatu ni maumivu ya kichwa, unajisikia kichwa kinakuuma sana. Namba tano ni maumivu ya misuli, utaumwa na misuli sana. Yaani, misuli inakuwa inauma kwenye mwili wa binadamu. Dalili nyingine ni kupata uchovu wa mwili, mwili unakuwa unachoka. Wanafunzi wa Bishop Alpha mjini Moshi wamefunguka kuhusu elimu aliyoipata kuhusu Mpox kutoka msalaba mwekundu mkoa ni Kilimanjaro. Mmoja anaitwa James, mwanafunzi wa Bishop Alpha kidato cha nne. Leo tumekuja kutembelea na watu wa Red Cross umekuja kutupa ufahamu juu ya ugonjwa wa mpox unaosababishwa na kirusi. Tumejifunza njia mbalimbali ambazo tunaweza kudhibiti ugonjwa huo, kutumia maji yanayotiririka na sabuni, pia kama tutamwona mtu ana dalili zote za huo ugonjwa, kutoa taarifa mapema. Kwa majina anaitwa Florence Dennis, mwanafunzi wa Bishop Alpha, niko katika kidato cha pili. Leo tumekuja kutembelewa na Red Cross, wamekujaku kutuelezea jinsi ugonjwa wa mpox unavyoenea katika nchi yetu. Kwa hiyo sisi wanafunzi tumejifunza jinsi ya kuepuka ugonjwa huo kwa njia kunawa na maji safi na salama na kutumia sabuni, pia kuepuka kushika majimaji ya mtu aliyoathirika na huo ugonjwa, mfano mfano vipele vinavyotoa majimaji, majasho na matapishi. Mratibu wa Msalaba Mwekundu mkoani Kilimanjaro, Mohamed Kisima, amesema ofisi ya mganga mkuu wa mkoa, mnamo Januari mwaka huu, ilitoa mafunzo kwa uwezeshaji wa Msalaba Mwekundu ili kupeleka ujumbe wa namna ya kupambana na magonjwa ya mlipuko ikiwamo Mpox. ya Januari 13 sisi, Tanzania Red Cross mkoa wa Kilimanjaro, tumeweza kupata mafunzo ya uelimishaji jamii kuhusiana na magonjwa ya mlipuko ambayo yenye kuleta athari ya maafa, na moja ya magonjwa hayo ni ugonjwa wa Mpox. Na mafunzo haya tuliyapata baada ya kuona nchi zinazotuzunguka zina magonjwa haya ya milipuko na sisi Tanzania hasa hususan kwa mkoa huu wa Kilimanjaro, ni mmoja wapo kati ya mikoa ambayo tunapakana na taifa la Kenya, lakini pia ni njia kuu ya watu wa kutoka mataifa mbalimbali ambao wanapita kwa magari makubwa kwa ajili ya kwenda boda za Kenya mpaka kule Mombasa kupakia mizigo na kupeleka nchi za Rwanda, Burundi na hata Congo. Tukaona basi ni vyema na sisi tukawa na uelewa kuhusiana na ugonjwa wa mpox na pia kuweza kupeleka elimu hii kwa jamii ya wa Watanzania kuweza kutambua mpox na kutambua dalili zake na namna gani ya kuweza kujikinga na magonjwa haya ya mpox kwa ujumla. Elimu hii inayotolewa na Msalaba Mwekundu mkoani Kilimanjaro ina umuhimu katika kuzuia maambukizi na kutoa ufahamu sahihi kwa vijana ambao ni kundi maalum katika jamii. Ingawa mpox ulikuwa ni ugonjwa wa kawaida barani Afrika, lakini katika nchi za magharibi ulianza kuenea mnamo mwaka elfu mbili na tatu baada ya virusi waliokuwa katika wanyama kusafirishwa na wanyama kwenda nchini Marekani, na duniani kote ulianza kuenea mnamo mwaka 2022.